Msifu Yesu Kristo. Leo ni Jumatano ya Majivu. Leo mama kanisa anaanza rasmi kipindi cha Kwaresma. Kwaresma ni nini? Ndugu zangu, Kwaresma ni kipindi cha siku 40 kilichowekwa na mama kanisa kwa ajili ya kutusaidia kufanya toba na uongofu wa ndani. Je, uko tayari kuanza kipindi hiki cha baraka, kipindi cha kutusaidia kuweza kufanya toba ya kweli na uongofu wa ndani? Katika kipindi hiki tunaalikwa kufanya yafuatayo: kusali zaidi, kufunga, kufanya toba, kutafakari neno la Mungu na kutenda matendo ya huruma. Katika kalenda ya liturjia, Jumatano ya majivu ndio mwanzo wa kipindi cha Kwaresima. Kipindi hiki kwanza kwa tendo la waamini kupakwa majivu katika paji la uso, na tukafanya hivyo siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii na tunawashukuru ninyi wote mmekusanyika kwa wingi hapa mkitambua umuhimu wa kipindi hiki cha kiroho, kipindi hiki cha toba, kipindi cha kusali zaidi, kipindi hiki cha kufunga, kutafakari neno la Mungu na kutenda matendo mema. Basi tutakianza kipindi hiki kwa kupakwa majivu katika paji la uso majivu hayo ni alama ya nje ya ukubali wetu kwamba sisi ni wadhambi, tunahitaji toba, tunahitaji kumrudia Mungu. Katika siku hii sisi waamini pia tunakumbushwa kuwa sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Ni kipindi ambacho kinakuwa tofauti na vipindi vingine vya liturujia. kama umekuwa makini naume makinika kuanzia mwanzo ya ibada hiya misa takatifu, naona tumeanza kwa tafakari ngoma sasa zimesimama, hazitasikika tena mpaka kipindi cha kwa Pasaka. Kipindi cha kutafakari mateso ya bwana wetu Yesu Kristo, kipindi cha kutafakari kwa kila upendo wa Mungu sisi tulipopotea kwa sababu ya dhambi akapuonisha pana. Kwa hiyo ngoma zimekulia kama umetafakari kwa makini zaidi, atupimba utuku mpaka tutakapo uimba wakati wa Pasaka. Na kama umeendelea kutafakari kwa kina, hata aleluya ile shangilio atupimba aleluya, itasimama mpaka tutakaposhangilia kufufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo, kuacha sherehe zile zilizoko katikati ya kipindi hiki. Kwa hiyo ni kipindi cha tafakari, ni kipindi cha kuwa karibu kabisa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala na toba. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi kinachotualika kujinyima kwa hiari kama sehemu ya kufunga sadaka, na kutoa sadaka kwa maskini na wahitaji mbalimbali. Je, ndugu yangu, uko tayari kwa kipindi hiki kinachotumeemesha na tunacho kusaidia kufanya toba na uongofu wa nani. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi kilichofanyika mbele ya Mungu ili kutumarisha katika maisha yetu ya kiroho tunasikia na tunasikia katika lile somo la kwanza, lakini hata sasa asema Bwana, nirudie mimi kwa moyo watu wetu nirudieni kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza. Kulia na kuomboleza kuna maana gani? Kuombolezea matendo yako maovu, kuombolezea dhambi zako, na kisha ukishaona hivyo unafanya maamuzi magumu ya kumrudia Mungu kwa njia ya to tumesikia pia kwenye ule wimbo wa katikati Uturehemu, Ee Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi, ukubali hilo. Sisi kama wanadamu ni wa wana dhambi, shakubali kufanya maamuzi ya kumwendea Mwenyezi Mungu kufanya toba. Maaskofu wetu pia wametoa ujumbe hapa, na wasifu sana wanafunzi na kupitia taarifa na ripoti zenu kuna sehemu ya kuwasaidia wahitaji, wale wenye shida, na hilo ni jambo muhimu na mnafanya jambo tena, na wapo mwana mwenzako ana shida, unamsaidia. Huo ndio moyo unaoaliko kuendelea kuimarisha kipindi hiki cha Kwaresima. Tutasikia pia maneno yafuatayo kwenye kipindi kizima hiki: usifanye mema uonekane na watu, bali ufanye na Baba yako anayesirini atakujaza. Uhusiano wako na Mungu sio uonekane na watu. Unafanya mema kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwema na ametuelekeza tutende mema. Ingia katika chumba chako cha ndani ufanye hayo na utafaidika zaidi. Ndugu zangu wapendwa tunapoadimisha kipindi hiki cha Kwaresima mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita, bado mwanadamu amezungukwa na changamoto lukuki, changamoto mbalimbali katika maisha yake. Sasa ingia ndani ya moyo wako wewe sasa, ambaye tunafungua rasmi kipindi cha Kwaresima, ni changamoto ipi imekusigwa, inayokusababisha uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uyuma Duhusiano ni, ni changamoto ipi? Kila mmoja atafakari aone ni changamoto ipi imenizunguka inayoingilia uhusiano wangu mimi na Mwenyezi Mungu, inayoteteresha imani yangu, inayoingilia maadili yangu. Ni changamoto ipi? Iweke mbele ya Mwenyezi Mungu tunapoanza rasmi kipindi hiki cha Kwaresima, ili ukasali zaidi na kumwomba Mungu zaidi aweze kuteketeza changamoto hiyo. Mojawapo ya changamoto iliyowazunguka watu wengi ulimwenguni sasa hivi ni uregevu wa imani, uregevu wa imani na kutekwa na Ibilisi. Wapo baadhi ya wa watu kimani, fi, ulimwenguni, wamekubali kuregea kiimani na wakakubali kuingia katika imara ya Ibilisi. Hali hii inamfanya mwanadamu kuwa ni mtumwa wa dhambi. Na baada ya kuwa mtumwa wa dhambi inamsababisha pia nakata tamaa. Hii ni kundi la watu ambao wamepoteza dira na mwelekeo wa maisha na wamekata tamaa. Watu hawa wameelemewa na tatizo hili kiasi kwamba wanatema zawadi mbalimbali za kimungu, zawadi kama upendo, zawadi kama amani amani kwenye mioyo yao, amani kwenye jamii yetu na hata amani kwenye Mungu. Wanatema zawadi ya huruma ya Mungu, msamaha. Hali hii inajionyesha pale mwanadamu anapo thubutu kumua Mwenyezi Mungu katika maisha yake na vipaumbele vyake. Mezangu hapa mwanadamu anadai kwamba anaweza kujitegemea mwenyewe na wala hahitaji msaada kutoka Hilo haiwezekani. Hilo haiwezekani. kwa Mwenyezi Mungu il hahilo anaye anayejitenga na Mwenyezi Mungu akidhani kwamba anaweza kujitegemea mwenyewe anajidanganya mwenyewe. Nikumbuke kwamba ni Mungu peke yake anaweza kumkomboa na kumwokoa mwanadamu. Na baadhi ya watu wanataka sasa kumua Mwenyezi Mungu kutoka katika maisha yao au hata mazingira yao. Usifanye hivyo, uwe karibu na Mungu baba yetu anayetupenda wakati wote. Yeye ndiyo upendo, na sisi kila anayetutazama, tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kuchota huwe upendo, tuusambaze kwa wengine. Ni kipindi cha kukitafakari sisi wenyewe. Je, tunatambua huo wema wa Mungu? Tunatambua huo ukuu wake na no upendo wake? Je, wewe binafsi unamtambua wema wa Mungu? Kwanza ametuleta hapa, ni kwa sababu ya wema wake. Amekufikisha hapa kulipo kwa sababu ya wema wake. Amekupa wazazi na no walezi ulio nao, kwa sababu ya wema wake. Hata leo hii tunapanda kipindi hiki cha Kwaresima. kipindi hiki cha Kwaresima, kipindi cha baraka chatoga chaneenu ni upendo wake. Ye, tunatambua hilo? Yeye ndiye aliyetuma na kukufikisha hapa, kwa nini tusitambue wema na ukuu wake? Kwa nini sasa baadhi ya vijana ulimwenguni wamejitenga na Mungu? Usikubali kubahatika na kuneemeshwa na Mwenyezi Mungu kuweza kufika chuo kikuu ni nafasi ya kujitenga na Mungu. Hapana. Usije usidanganyike kwamba kufika chuo kikuu ni nafasi ya kujitenga na sala. Hapana. Usidanganyike kwamba kufika chuo kikuu ni wakati wa kupiga mmomonyoko wa maadili. Hapana. Ni wakati wa kuimarika zaidi kimani, wakati wa kutenda mema zaidi na kuelimika, ili wewe ukasaidia ka wengine. Ndugu zangu, mwanadamu anapo dhani hivyo na kujitenga na mwenyezi Mungu, ndipo anahitaji msaada wa sala zaidi. Anahitaji msaada wa sala, sala zaidi kipindi hiki cha Kwaresma. Ndugu zangu, mwaliki kiwe ni dawa ya kuponya tatizo hilo na magonjwa mengine ya kiroho. Kuna mtu aliandika mahali kwamba kuna ugonjwa mbaya umekuja huku, ni mwungunu lakini wautambuwe. Wautambuwe. Tasa, watu hawautambui, hawautambui. Unaitwa ukiro, ukosefu wa kinga za kiroho. Ukiro, ukosefu wa kinga za kiroho. Sasa watu wengine wameshambuliwa na ugonjwa huo, na hivyo wanashambuliwa na ibilisi bila wakujua. Usiku usikubali kushambuliwa na ugonjwa huo. Simama imara katika imani na utaona faida yake. Je, nikuulize swali, wewe binafsi umepatwa na ugonjwa huo wa kiroho? Kama jibu ni hapana, tumshukuru Mungu na tuendelee kusimama imani. Je, wewe umeanza kusinzia kiimani? Kama jibu ni hapana, tunamshukuru Mungu, usisinzie kimani. Je, umekuwa kipofu kwa imani na kutoona tena uwepo wa Mungu katika maisha yako? Usikubali kuwa kipofu kwa imani. Sasa, kanisani, ume kwa imani mara ngapi? Sasa umekosa kanisani siku ya Jumapili? Kama umekuwa unakosa kanisani siku ya Jumapili na hata siku nyingine zi siku zilizoambiwa. Jua kipindi chote unapohitaji Mungu amejaa huruma na neema. Ni katika toba tunaepuka maafa ya kiroho. Kila mmoja anaalikwa, ndugu zangu, kusema moyoni mwake kwa kutumia maneno yale ya Zaburi, uturehemu ewe Bwana kwa kuwa tumetenda dhambi. Usiogope kusema maneno hayo, uturehemu ewe Bwana kwa kuwa tumetenda dhambi. Ukisha kubali hilo, utanyanyuka na kumtulia mwenyezi Mungu baba wa huruma na kumwomba mto neno la Mungu ni mojawapo ya dawa ya kukupona magonjwa yake ya kiroho. Kufunga, kuwa na ujasiri wa kufanya toba na uongofu wa ndani ni dawa nyingine. Hiki ndio kipindi, huu ndio wakati uliokubalika. Huu ndio wakati uliokubalika, kuwa tayari kubadili maisha yako. Yesu anakuita, Yesu anatuita sisi sote. Yesu anateseka msalabani kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, kufanya toba ya kweli, kufanya toba ya kweli. Mungu ni baba wa huruma, anasamehe, anaponya na anafariji. Yesu daima yupo tayari, yeye daima yupo tayari kutusamehe na kutupokea tena, kutushirikisha tena upya uzima wake. Usiogope, Umeendee na kupiga magoti mbele yake kumomba msamama. Hiki ndichokibaa kipindi kilichokubalika cha kufanya hayo. Mtakatifu Mta Paulo katika somo la na pili anatuambia tazama, tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya ndio sasa. Kwa nini unasubiri, ndugu zangu? Kwa nini usubiri mpaka kesho kutwa? wakati wa upa wako wamejaa sehemu zote, wako mapadri wengi, naendelea kuongeza wengine wengi zaidi na nakama madewetu mengine mna viongozi kipindi hiki cha Kwaresima. Kwa nini sasa? Uulize tu, kwa nini huendi kanisani siku ya Jumapili? Kwa nini? Yapo makanisa mengi hapa karibu nasi, hapa tu kwenye kampasi yetu tunayo mawili na tutaongeza mengine. Kwa nini labda hu nakosa kanisani siku ya Jumapili kwa nini huoni tena thamani? Ni hija isiyokuwa na mwisho, ni hija inayopania kutushirikisha utakatifu wa Mungu. E, ili kufikia lengo hili, kuna haja kwa kila mumimu kuwa na mikakati ya maisha. Sasa ndugu zangu, tunapoanza kipindi cha Kwaresma, umejiwekea Kwaresma? Ndugu zangu, kiwe ni kipindi cha uongofu wa ndani, kiwe ni kipindi cha kutambua umuhimu wa kutubu kuongoka na kututumilia wokovu kwa, kwa kufanya toba ya kweli okay. Je, uko tayari kufanya toba? Uko tayari kusali zaidi? Uko tayari kutafakari neno la Mungu zaidi? Uko tayari kuachana na maisha ya kale ambayo yalikuwa yampendezi Mungu ukaanza kuishi maisha yanayompendeza Mungu? Ingia ndani ya moyo wako uangalie mikakati gani umejipangia tufaidike na kipindi hiki cha leo, kipindi hiki cha Kwaresima. Kwaresima, ndugu zangu, ni kipindi cha kujipatanisha kipi? Na Mungu, kujipatanisha na wengine pia, kujipatanisha na nafsi zetu. Kuna watu wengine hapa ulimwenguni wamekata tamaa kwa sababu wamefanya mambo mabaya sana, kitendo kinachowapelekea kujichukia hata wao wenyewe na kukosa matumaini Sio sahihi kwa sababu ukimwendea Mwenyezi Mungu ni baba wa huruma, atakusamehe. Wamekata tamaa kiasi kwamba wanajionea wanajiona wafai tena? Hapana, Mwenyezi Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake na hata unapopotea anakuja kurudisha. Watu wengine wanadiriki hata kumkimbia Mungu, wanasema siendi tena kanisani kwa sababu nimekosa Mungu. Usifanye hivyo, Fanya toba, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Urudi kwake, amenyosha mikono yake tayari kukupokea kwa furaha. Wewe uwe na ujasiri, ukisha jua kwamba umetenda dhambi, umwende Mungu na kumwomba msamaha. Wewe taiwe tayari kuwasamehe kukosea. Kusamehe ni afya, kusamehe ni baraka, kusamehe unakuletea furaha, kusamehe ni upendo. Lazima kufahamu kuwa hatua nyingine muhimu ya uongofu ni kujifahamu, pili kujikubali na tatu kuwa tayari kujisamehe na kujirekebisha pale Mungu anapokuambia nenda, dhambi zako zimeondolewa. Napoenda kutubu, pale anapokuondolea dhambi, anakwambia nenda, dhambi zako zote zimeondolewa, nenda kumshukuru Mungu na kaweke malengo ya kutotenda tena dhambi. Ndugu zangu wapendwa, acha ya kale, anza upya, songa mbele kwa matumaini bila kukata tamaa. Kwa hiyo usimani kipindi cha kumrudia Mungu kwa moyo wote, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, Bwana anaposema nirudieni mimi kwa moyo wote, kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza, katika roho ya kweli na katika ukweli wa ndani, kumrudia mwenyezi Mungu. Kama umejiweka mbali na Mungu, basi njoo karibu na Mungu, atakupokea. Kitendo cha mtu kuwa mbali na Mungu anakuwa ndio uchochoro wa shetani anayeingia katika moyo wake au familia na hata jamii, ili kuivuruga. Sikubali wewe mwenyewe kutokuwa mtuwa wewe na familia yako, wewe mtu wa safa. Ukisha jitenga na Mungu unakuwa ni kichochoro cha shetani kupenya na kuvuruga. Bwana anakuita kwa upole, anasema nirudie mimi kwa moyo wako wote, sikitikia dhambi zako na matendo yako, kisha njoo, yuko tayari kukusamehe. Na inawezekana umemkosea mtu au mtu amekukosea au amekujeruhi, umemjeruhi mtu kwa maneno na masengenyo yasiyokuwa na msingi, basi hiki ni kipindi cha kusameheana na kuanza upya toba na msamaha, tusameheane na kuwa tayari kujirekebisha. Ni kipindi cha leo chote, hizo baraka ndugu zangu, kwa kufanya maamuzi magumu. Fanya uongofu wa ndani na kumrudia Mwenyezi Mungu, usijitese kwa kutokuwa tayari kutubu na usijiangamize kwa kutokuwa tayari kusamehe. Msamaha na mapatano mema Inawezekana wakati uliokubalika ndiyo sasa tumepaula nakendea katika somla juu. Usisubiri mpaka wiki ijayo, fanya hayo maamuzi sasa. Ukitoka hapa, utoke ukiwa mtu mpya mwenye malengo mapya ya kufanya uongofu wa kweli. Let me ask you, are you hungry for God? And you fast for His holiness?

Kuna watu wengi wanahitaji msaada wetu, wanahitaji faraja yako. Basi hichi ndicho kipindi cha kutenda mema. Fanya matendo mema. Kuna mgeni hajapata mtu wa kumtembelea, mtembelea. Na mtu ana shida, usimwache achanganyikiwe, msaidie, mfariji. Hichi ndicho kipindi cha kupata mema.

Mose alifanya hivyo, na sisi tukasafiri hivi siku arobaini tukisali zaidi, tukifanya toba, tukifunga na kufanya matendo mema. Also you remember the people of Israel were in the wilderness for 40 days in preparation for their entry into the promised land. Kwani watu wa Israeli walikuwa jangwani, walikuwa jangwani kwa siku arobaini wakijiandaa kuingia na sisi tusiogope siku arobaini. Ni siku za baraka. Tukachote hizo baraka. You also remember Elijah, Elijah fasted for 40 days and he journeyed in the wilderness to the mountain of God. Alikuwa anaenda mlimani kwa Mungu, alifunga siku arobaini. So we are called to journey with the Lord in a special season of prayer. In a special season of fasting in a special season of almsgiving, kutoa misaada, and penitence as we prepare to celebrate the feast of Easter the Christian Passover Tuko tayari kujiandaa kwa Pasaka Basi tutembee hiyo safari ya siku arobaini, tukijiandaa kiroho. Ndugu zangu, the Lord gives us spiritual food and supernatural strength to seek His face And to prepare ourselves for spiritual combat and testing we too must follow in the way of the cross in order to share the victory of christ death and resurrection to deny visu pemaatiiiai for as we begin the holy season of lent to naoade kipinhikicaparesma let us ask the lord for a fresh outpouring Of His Holy Spirit, that we may grow in faith, we may grow in hope and love, and embrace His will and more fully in our lives. Ndugu zangu wapendwa, tutayasikia maneno haya yafuatayo wakati utakapokuwa napakwa njimu bad anaweza kukwambia, tubu na kuamini Injili. Unapopokea ile alama ya ne Nenda kweli kafanye toba na kuiamini Injili kwa kweli. Anapokuambia wewe ni mavumbi na mavumbuni utarudi, kubali wewe ni mwanadamu na wakati wote unaweza kutenda dhambi. Lakini usianguke na ukabaki pale chini. Simama imara, nenda endelea, nenda fanya toba. Endelea kuishi kwa matumaini. Wenzangu, tunaambiwa na baba zetu wa kiroho, msichoke kutenda mema usichoke kumsaidia mtu mwenye shida tafakari. Je, katika maisha yako umemsaidia nani? Wazazi wako wamekusaidia wewe? Walezi wako wamekusaidia wewe? Walimu wako wanakusaidia sasa? Wewe umemsaidia nani? Tuulize hili usichoke kutenda mema. Na sisi walezi tulioko hapa, usichoke kutenda mema, kuwasaidia vijana wetu wale wote walioko mikononi mwetu wakafaidike katika safari yao na malengo yaliyowaleta katika na taasisi hii. Basi namwaalika kila mmoja aingie kwenye chumba chake cha ndani, maanayake ingia mwenyewe mmoja, jitathmini kwamba ni vipi napaswa kuliondoa ambalo linanipenda mimi na Mwenyezi Mungu, linanipenda mimi na wenzangu, niweze kuliondoa, nichukulie kama kilema ninachotaka sasa kukiondoa ili tutakaposherekea kwa pamoja ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristu, kwa kweli tumejaa neema tele. Basi tunaposema sema uturehemu Bwana kwa kuwa tumetenda dhambi, tukubali. Tunapotenda dhambi, kwanza tujue tumetenda dhambi na kuende kufanya toba, tupate sakramenti ya kitubio ili tujaze tena na neema ya utakaso, uweze kuwa safi tayari kumpokea Kristu atakapokuja kwetu tangu ukumia muda huu kunatakia safari njema ya siku arobaini ya kipindi cha Kwaresima. I baraka iliyoje tukakusanyika hapa muda huu kwa utulivu kabisa, tukitafakari neno la Mungu, tukitafakari umuhimu wa kipindi hiki cha Kwaresima, tukitafakari namna gani kila mmoja atajiwekea malengo atafaidike na kipindi hiki cha kiroho napo rudi sasa kusherekea sikukuu ya Pasaka na furaha tele